Mheshimiwa Rais asante sana kwa kutembelea ukambani. Nataka kukuambia asante mbili. Asante ya kwanza ni kwamba, asante kwa kuniteua kuwa waziri wako katika serikali yako. Nasema asante sana, asante sana pia kwa kuteua viongozi tofauti na vijana tofauti. Huyu kijana Ndambuki, simu hapa, chairman wa housing, ametoka hapa Chipukizi kijana ambaye hapa ametoka hapa. Hata David Nzioka anafanya kazi na wewe ametoka hapa. Kwa hivyo umetuandikia watu wanaofanya kazi pamoja na wewe nimesema asante. Jambo la pili nilikusema asante kwa kuzunguka Ukambani. Tulikuwa kule Makueni tukiwa na Governor Mutula tukazunguka huko ukaangalia maendeleo akakuja kila sehemu. Tukazunguka kule na Malombe jana kuanzia mwanzo mpaka mwisho kitu ya kaangalia. Hapa nafikiri Wavinya bado yuko njiani sababu sijamwona, lakini pengine unajua, kuna watu wengine wanaogopa maendeleo. Mheshimiwa Rais, nitaongea kwa ufupi. Andumaa kwa mwiasio mwiasio niwisi. Kuna watu wametudanganya kwa muda mrefu sisi kwa kutuuzia siasa ya umaskini, ile mimi naita political poverty strategy PPS ya kutuambia tukae ngumu bila kitu atitakula baadaye, kwa sababu inataka kuwainua hao wakuwe ni hao tu. Hiyo kwa Kikamba inaitwa vomwe na vayetwa njange endu. Hiyo ni ile siasa ya ufala kabisa, kwa sababu haimsaidii mwananchi hata kidogo. Na sisi tunataka kuambia kwamba their time has gone.

andu moke va matutee sindu sevoo kaminda asembie na kĩle wĩkĩtata yeah. koou tiketikele kulecya kĩla tĩ nacyo atĩteteele kĩngĩ nendo muya nĩwangwatya nĩwangwatya yeah. Pandu vandu vaavenda vololoe yeah. wambiwe hapa lazima vololoe yeah. ti wandu makwa yeah. natakuambia hivia tuangu nyeĩ nĩ sikuitia kindu imwĩtilye Naindivatawa yani, nindivatawa ateoi mundu ula wisi kwita nesa ni mwana uuili vaa witawa President Ruto nesi kwita na maendeeo ndikukavaa na munukamuthei ooka na malelo. ooka na numba ioka na masipitali ioka na soko ioka na kiwu. Ioka na mbesa niwangwatya uundesi kwitya yeah. na mundu eetya nesa ndanengawa yeah. wa nesa eetya yeah. kuu nienda kwasia andu ma kwai pololoe kana Polo pololue na William Ruto pololue na Kiwu. Polo pololue na maendeeo pololue ale mekoasya polole kwombonia yakwoko Asante sana na Mungu wa bariki Haya, arambe arambe! Ni faya! Si faya? Ni faya! Si faya? Ni moto! Si moto? Ni moto! Si moto? Mmeona rais wetu, mmeona deputy wetu, mtoto wetu wa kijiji. Asanteni sana Your Excellency. hii barabara ya Kangundo kwenda Mwala, it is a very very emotional road kwa sababu sisi tumekuwa na marais wengi, rais moja wa pili watatu wote wakatu ignore. Ikawa wakati fulani, Your Excellency, kuna jamaa wakati wa kamba walikuwa katika serikali na wakati Wakamba walikuwa hawajadanganywa kuingia katika opposition. Ndio tulipata ile barabara kufika pale, na yule ambaye aliweka pale akasema wanaume wamekwishia hapo, lakini nataka niwatangazie kuna wanaume wengine ambao wamezaliwa, ambao wanajali watu, wanaitwa William Samuel Ruto, ambaye anashikiliana na Fabian wetu. Baada ya hiyo Your Excellency, kwa sababu tumesukumana sana na hii barabara ambayo inasavu watu wa Kangundo na pia inasavu watu wa Mwala equally, na basi your excellency, wakati sisi tulipata kiongozi mmoja huku katika area yetu ya Ukambani ambaye alikuwa deputy rais, tukasema bas sasa tutasaidika, lakini wapi! Ole wetu jamaa. Wakati tulimuuliza barabara, akasema vomwe wetwe wakati tulimuuliza atusaidie kwa sababu ni jamaa ya kwetu mambo ya barabara na alikuwa na position kubwa, akasema muuliza, njangendu ndui yadha wayelelika. Tukamuuliza njangendu hiyo ni kilomita ngapi? Atukusaidika. Juzi tukapata mwingine ambaye alikuwa deputy wako, na kwa sababu tunajua uko na kazi mingi ya Kenya, tukakaribiana na yeye, mimi niko na mheshimiwa Fabian, tukamuuliza mambo ya hii barabara, Eliza, tusaidie hata kuzungumza na wewe. Unajua rais alituambia nini? Alisema kawaya, hauna shares, shares yenu ni kidogo. Akaniambia ati sasa, what I have is individual shares, we do not have collective community shares. But nataka nikushukuri sana your excellency, this road means a lot to all of us and it is history in the writing. People will remember you for a very very long time. Na mimi nataka nikuhakikishie your excellency, sisi tumefunguka macho. Sisi ni kupangana, tunapangwa, tunapangana, si hiyo ndio maana, uh, uh, maana ya urafiki wa ukweli. Munapangwa, munapangana, si sisi tumepangwa na barabara? Na huyu tutampanga kivipi? Tutampanga kivipi? Harambee! Nataka kuona tutam, tutam, tutam, tutam. Asante sana. Aya, aya, aya, Kangundo oye! Oh, Bwana asifiwe. Kangundo, hebu tusalimiane kwa hewa tusalimiane kwa hewa tusalimiane kwa hewa tusalimiane kwa hewa. Nataka niongee mambo mawili, Mheshimiwa Rais. Kila wakati tukisherehekea katika nchi ya Kenya, tunasemanga kuhusu founding fathers of the Republic of Kenya, wale Kapenguria Six ambao ndio walienda kupigania ukombozi wa nchi ya Kenya. Na hapa Kangundo, mmoja wa wale sita ambao walipigania ukombozi wa Kenya, mzee Paul Ngei alizaliwa na amezikwa hapa Kangundo. Kwa hivyo hao watu wa Kangundo ni watu mashujaa, hao watu wa Kangundo ni watu focused. Hao watu wa Kangundo ni watu ambao walikomboa Kenya, hebu jipigieni makofi watu wa Kangundo. Pili, mwezi mweshimi...